Salamu alaikum rahmatullahi wabarakatu. Waalikumsalam, natoa shukrani kubwa kwa ala waliotujengea kisima. Pia tunatoa ombi kwa ndugu zangu, baba zangu, mama zangu, kwa ajili ya kutuletea tenki kwa ajili ya kuhifadhia maji haya yanayomwagika hapa chini. Tunaomba tuletee tenki kuanzia lita kuanzia ya lita elfu tatu. Wabillahi taufiki masala Bismila arahmani laiu kwa jina naika mla ramadhani i mimi mtoto yatima, tunaomba mtusaidie tenki, tunaomba mtusaidie tenki. Aaha, asalamu alaikum arafa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunatoa ombi kwa ndugu zetu, baada ya kupata kisima, tunaomba kutusaidia teki kwa ajili ya kukazia maji yanaomwalika na kuanzia lita elfu tatu na kuendelea, kwa yote atakayeweza kujaliwa inshaallah. Wa billahi taufiku, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. mm,

amba tuna, e, tuna kisima hapa kiliochetu, kulikuwa ni kisima, lakini sasa kisima tayari tumeshakipata. Kwa hiyo e, kinachofuata hivi sasa tunahitaji tupate tenki, tupate tenki. Tunayo tenki ya baraka elfu moja lakini hali kutoshi kutokana na matumizi ni makubwa. Kwa hiyo kutokana na hali e, hiyo, tunaomba tupate tenki kuanzia lita elfu tatu, elfu tatu eh, e, litakuwa limeweza kutusaidia na kuweza kukidhi walau kidogo kwa mahitaji yetu kwao tunaomba yeyote mwenye kupata taarifa hizi basi amtaarifu na mwenzake mwenye kuweza kutununulia tenki akatuletea walilahi lhamdu mwenye uwezo ambaye atasema kwamba hapana mi ntachangia kwa huku tumeulizia tuliko huku tenki moja linauzwa laki tano na elfu sabini na tano laki tano na elfu sabini na tano la lita elfu tatu kwa hiyo tunaomba kwamba eh, kila yule ambaye atakayekuwa anaweza, ana kiwango kidogo cha pesa, basi anaweza akatuma kupitia namba hiyo ambayo ya WhatsApp eh, anaweza akatutumia atu, tukakusanya then kwamba tukanunua, eh, tukanunua tenki, basi wallahi alhamdu nata taarifa kama tunavyofanya kadiri kitu kinacho kinachokuja kwetu basi huwa tunakitolea taarifa kwamba kuna moja, kuna mbili, kuna tatu, mpaka tunamaliza. Kwa hiyo tunachoomba kila kitu kiwe hivyo, basi mtusaidie ndugu zangu, ili jambo hili liweze kwenda. Watoto ni wakwetu wote na, na tunahitaji wakati wote tupate misaada hapa na pale ili kuweza kuendesha jambo hili. Allah atawalipa yoyote mwenye kuwafurahisha watoto hawa, basi Mwenyezi Mungu naye atawafurahisha duniani na akhera. Wabillahi taufiki, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, alaikum salaam warahmatullahi.